Hali gani mtazamaji wa Mjasilia TV, karibu karibu sana. Ni wakati mwingine ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Kijiweni, mahali ambapo tunapata fursa ya kuyazungumza yaliyo mengi, yale ambayo yanazungumzika, mahali ambapo tunapata fursa ya kuyasema yale ambayo yanasemeka. Lakini pia hapa, mtazamaji, tunakumbushana, tunafanya kukumbushana. Tunajua haya tunayozungumza hapa umeisha yasikia sana kwenye masikio yako, sio mageni, lakini tunafanya kukumbushana. Tuko hapa kwa ajili ya kufundishana, pia kuelimishana. langu jina ni Pele Mkono, nipo na wageni wangu. Mkono wangu wa kushoto ni Emmanuel Isaya, yeye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi lakini pia yeye ni mwalimu wa kiuchumi tena msomi. Na mkono wangu wa kulia yupo bwana Ezekiel, hapa kwa ajili ya kuzungumza yale ambayo yanazungumzika. Na mada mezani siku ya leo tunazungumza, tunasema ni wakati gani sahihi mtu anastahili kupata elimu ya umiliki wa fedha kabla ya kupata fedha zenyewe? Ni wakati gani sahihi mtu anastahili kupata elimu ya fedha, elimu ya umiliki wa fedha kabla ya kupata fedha zenyewe? Karibu, karibu, karibu sana. ya asubuhi. Pia nimefurahi kukuona hapa leo. Mimi nimefurahi pia, pia, kunialika kwenye kijiwe kwa sababu haya ni maeneo ambayo tunatamani tufike, tuzungumze, sio kunywa kahawa tu na kupiga umbea na stori zingine, lakini pia kujifunza mada za kiuchumi kama hizi. Nimefurahi sana. Safi dada Pili, habari za kazi? Karibu sana kama hii mtazamaji, mada mezani inasema unafikiri ni wakati gani sahihi mtu anastahili kupata elimu ya umiliki wa fedha kabla ya kupata fedha zenyewe. Pigia mstari neno umiliki wa fedha, tena liandike kwa herufi kubwa ukitumia kalamu nyekundu au nyeusi, umiliki wa fedha. Tunapozungumzia umiliki wa fedha tunamaanisha nini, mwalimu msomi wa maswala ya? Asante, tunapozungumzia umiliki wa fedha Kitaalam tunasema ni capital accumulation. Na nikirejea nyuma swali lako, mi naweza nikajibu kwamba mtu anatakiwa na elimu ya fedha wakati wowote, kwa sababu kitaalam ni kwamba mtu hawezi kukoswa pesa wakati wowote, lakini pia mtu hawezi kuwa na pesa wakati wowote. Kwa hiyo unapokuwa na pesa, lazima ujue namna ya kuzitumia. Unapokuwa pia una pesa, ujue ni jinsi gani ya kuzipata pesa. Kwa hiyo elimu ya fedha inahitajika wakati wowote ule katika maisha ya mwanadamu hiko ndo kitu ambacho tunakizungumza kwenye uchumi. yes. Umesema kwamba mtu anastahili kupata elimu ya fedha wakati wowote, kwa maana ya kwamba nawezekana mimi nikapata pesa za papo kwa papo, nimeenda nimefanya dili langu nikapata pesa za papo kwa papo ni nyingi, habari gani kama sina umiliki wa hizo fedha? Na nilistahili tu kupata elimu ya fedha wakati wowote wa ule. Ninachokimaanisha hapo ni kwamba, chukua mfano, saizi hauna pesa, ila baada ya masaa mawili ukawa na pesa na hauna elimu ya pesa, maana yake utafanya extravagance, utaharibu hiyo pesa. Ndio maana tunasema kwamba lazima uwe na elimu ya pesa muda wowote, kwamba saizi sina ajira, ila mwezi ujao nitakuwa na kazi, mshahara milioni mbili. Elimu ya pesa sina, hiyo pesa nitaifanyia nini? Lakini pia I, uh, pesa huwezi ukanazo muda wote, si ndio? Umepata milioni mbili. Baada ya hapo utafanya nini? Inaweza ikapotea. Kwa hiyo lazima tupate elimu namna ya kutunza ile capital ambayo tumeaccumulate ipate kutusaidia kwa mazingira ya baadaye. Kwa hiyo kwa maana naweza nikasema kwamba uh, neno capital accumulation ni ni, multi-dimensional term. Ni neno la kiuchumi ambalo linakuwa ni kubwa, ni pana, lina maana nyingi zaidi. Ukiongea na wataalamu wasomi wa, wa, wa mambo ya uchumi watu wa financial watakupatia tafsiri tofauti tofauti. Ni sawa na ambavyo ningesema kwamba uchukulie uh, mfano kwamba ukimuuliza mtu kwamba wewe umejenga nyumba ya milioni hamsini, lakini hauna gari ya kutembelea mwenzako ana, yani umejenga nyumba ya milioni hamsini, una gari ya kutembelea, alafu mwenzako amenunua gari ya milioni hamsini, hana nyumba ya kuishi. Kati hawa wili, si ukiwaweka kwa pamoja ukauliza ni nani aliyefanikiwa zaidi, lazima mmoja atakurupuka, aliyejenga amefanikiwa, mwingine atasema hapana, aliyenunua nyumba amefanikiwa. Lakini sasa, katika tafsiri za kiuchumi tunasema wote wamefanikiwa, kwa sababu kwa sababu economics ni much dimensional terms. Kila mtu amefanikiwa kwa kiwango chake. Kwa hiyo mtu anatakiwa apate elimu ya fedha before hajafanya capital accumulation. Yes. Bwana Ezekiel, umemsikia mwalimu wa masuala ya uchumi lakini pia mtaalamu e, uh, Emmanuel Isai amezungumza kile ambacho kinazungumzika kabisa. Na habari gani kwako unaposikia umiliki wa pesa unaelewa kitu gani? Kwa kwa mimi binafsi nadhani umiliki wa, wa pesa mtu anatakiwa apewe elimu bado akiwa kijana, anapotoka utoto kwenda ujana. Kwa kawaida, mtazamaji, katika maisha yetu ya kila siku tunayoishi katika hali ya kulea watoto na kukuza watoto kwenda shule na maisha ya nyumbani ya kila siku Sifikiri, sijui kama kuna wazazi au mzazi ambaye anaanza kumfundisha mtoto wake elimu ya umiliki wa fedha akiwa bado yuko shuleni. Hata mashuleni pia, shuleni tunapata elimu, ujuzi, tunapata elimu ya kwenda kufanya kazi kwenye taasisi, lakini pia kwenda kuwa wasimamizi wa taasisi mbalimbali mbali. lakini hatupati elimu ya fedha, elimu ya umiliki wa fedha, na tunajua sio wote ambao wanafanikiwa kupitia elimu, si wote ambao wanafikia malengo yao kupitia elimu. Kuna watu wamekomea njiani, kisha wakaenda kufanya maisha mengine na wakafanikiwa. Vipi kuhusu huyu mtu ambaye amekomea njiani, yuko shuleni akakomea njiani, hakumaliza masomo. Lakini pia huyu ambaye ameendelea na masomo, aiza akafika chuo au chuo kikuu, lakini hana elimu ya umiliki wa fedha. Ana elimu ujuzi, ana elimu itakayomsaidia yeye kwenda kufanya kazi ofisi ya watu, ofisi ya mtu, ana elimu itakayomsaidia yeye kwenda kusimamia ofisi, ila siyo elimu ya umiliki wa fedha. Ni dhahiri wako wasomi wengi sana, wako watu wengi sana wameajiliwa, lakini kutokana na sababu za kutokuwa na elimu ya umiliki wa fedha wamebaki wakiajiliwa maisha yao yote. Nafikiri msingi mzuri wa kumfundisha mtu elimu ya fedha ianzie nyumbani, baadaye shule ya awali mpaka chuo kikuu, hiyo itakuwa imesaidia. Na katika hilo pia a, kwenye swala la capital accumulation, ipo misingi ambayo mtu anatakiwa aifahamu, hata kama hajaenda shule ila tu akijifunza, aidha ni kwa kusikiliza, aidha ni mtaani, anaweza akawa na kitu akajua namna anaweza akatunza pesa yake manake, manake tunapozungumza kwamba capital accumulation maana yake ni, ku, ni kukusanya kipato kukusanya fedha ili baadaye kusaidia kwa matumizi ya baadaye. Hiko ndo kitu nachokizungumzia kwenye habari ya elimu ya fedha, na ili upate fedha lazima uf ufanye kazi, si ndio? unafanya kazi unapata pesa, inakusaidia kufanya vitu vingine. Sasa kuna kanuni ama kuna njia kama tano au sita hivi ambazo inatakiwa mtu azipitie au ajifunze ajue ajue namna ya kutunza fedha zake wakati akiwa nazo au wakati akiwa hana pia Njia ya kwanza katika capital accumulation au kutunza pesa tunasema, tunasema ni, uh, the, the level of saving. Yani, saving kwa Kiswahili maana yake ni kile kiwango cha mtu kujiwekea akiba. Tuna maana ya kwamba uh, mtu aweza akawa ameajiriwa muda wote au miaka yote si ndio? Kwa hiyo unapokuwa unafanya kazi ni lazima wewe unajilimbikizia akiba kidogo kidogo, aidha katika taasisi mbalimbali iwe ni, ni kwenye simu iwe ni kwenye benki iwe ni kwenye vikoba na vitu mbalimbali, lengo mbali ni nini? Kwamba kazi si ya kudumu. Unaweza, leo unafanya kazi kesho ukawa upo kazini. Kwa hiyo kama ume, ume, ume save, umetunza akiba itakusaidia kwa, kwa, kwa maisha ya baadaye kuendesha biashara zako za baadaye. Kwa hiyo ni sababu mojawapo au ni njia mojawapo kumsaidia mtu katika kutunza fedha, na hiyo ni njia mojawapo ya elimu ya fedha. Kwa hiyo kiwango kikubwa cha kutunza fedha ndio kiwango kikubwa cha kupata mafanikio ya baadaye.